Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Uh, wengi mlikuwa mkiniuliza maswali mengi sana kuhusiana na baking soda. Sod uh, nadhani kuna siku tuliweka video ambayo inazungumzia namna ambavyo unaweza kutibu mafua nilikuwa na na sodium hydrogen carbonate. Hii pia ni kwamba Aa, hii baking soda yenye huwa itibu mafua. Kama kuku wako na mafua ukiwapa, kuku huwa hawaponi. Lakini ni nzuri kwa kukinga. Kama unataka kuwakinga wasipatwe na mafua, lakini vile vile kama unataka ku-boost broiler wako, ni kitu ambacho ukiwapa kuku wanakuwa, yani wanakuwa kwa spidi ya haraka. Kama ni broiler, basi broiler wako wataongezeka uzito kwa haraka zaidi, kama utatumia hii baking soda. Inabusti uzito baking soda haraka kuliko baking powder. Ila baking powder ipo vizuri zaidi kwenye kutibu mafua kuliko baking soda. Sasa kwa wale ambao mlikuwa mnaniuliza, basi nadhani leo hii mtakuwa mmepata majibu. Sasa nisikilize vizuri mpaka mwisho, ili ujue ni namna gani utaitumia hii baking soda kwa ajili ya kukinga mafua, lakini kwa ajili ya kuwaboost kuku wako au kuwafanya kuku wako waweze kupata uzito mkubwa. Aa, kwanza kabisa hii baking soda tunaitumia baking soda kwa kuku kwa sababu kuna sababu mbalimbali ambazo zinafanya tuzitumie, tuitumia hii baking soda kwa kuku, na inatupa matokeo mbalimbali kwa kuku. Kwa mfano, kitu cha kwanza, hii baking soda inasaidia kupunguza acid ya tumboni kwa kuku. Kuna wakati kuku anakula chakula fulani ambacho kina acid nyingi, anakuwa na acid nyingi sana tumboni. Anapokuwa na acid nyingi tumboni, anashindwa kufanya mmeng'enyo wa chakula, tumbo lake linajaa, anakuwa kama ni yule kuku ambaye amevimbiwa. Kwenye kupata hamu ya kunywa maji zaidi. Ukiwa unampa kuku, aa, kuku ambaye, kuku wale kwa wingi sana. Lakini kitu kingine stress, kama kuna baridi kali sana au kama kuna joto kali sana huwa wanapitia hii heat stress. Utawawekea kwenye maji hii baking soda na watakuwa wanakunywa maji kwa wingi, kwa sababu inawafanya kuku wanywe maji mengi zaidi, na wakati wa joto ni kipindi ambacho kuku wanatakiwa pia wanywe maji mengi zaidi. Wasipokunywa maji, utakuta wanafungua midomo yao wanakuwa kama wanahema, yani unaona kabisa hivi wanapumua kwa shida, wasipokunywa maji mengi ule wakati wa joto au wakati wa jua kali. Kwa hiyo kwenye maji yako ukiona kuku wana changamoto hii, basi kwenye maji yako nenda kaweke baking soda. Kuku watayashambulia yale maji, watakunywa maji kwa wingi na watakuwa wanaendelea vizuri kabisa. Lakini hii baking soda kama tunavyoona, ina sodium hydrogen carbonate. Hii hapa inasaidia sana uh, <coughs> kuku waweze kupata madini mbalimbali mbali. Yani, kuku wanakuwa wanapata madini mbalimbali mbali, ambao ni muhimu sana kwa ukiwapa hii, ukiweka kwenye maji kuku wakanywa basi watapata madini mbalimbali mbali. Kuna mengine yata, watayapata kwenye hiyo hiyo, lakini kuna mengine yatawafanya, uh, kuku akishia kunywa ya maji atakuwa anatamani zaidi tena kupata madini mengine na atayapata, kwa mfano labda madini ya calcium, akishayapata yataenda kufanya kazi vizuri zaidi, inasaidia absorption ya calcium na calcium ni muhimu sana kwenye mwili wa kuku, uh, kwa hii o ukiwapa, unaona, kama hivyo, utakuwa umewasaidia pia kuku wako wameweza kupata madini mbalimbali ambayo ni muhimu kwa ukuaji wao wow. kwa hiyo hizo ni faida au ni kwa nini tunatumia baking soda kwa kuku. Tunatumia kwa sababu ata benefit vitu kama hivyo ambavyo nimekutajia. Sasa tuangalie kwenye kipengele cha matumizi, utatumiaje wakati wa kubusti au wakati wa kukinga mafua. Niwakumbushe tu, Kingo Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. ada yake ni shilingi elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili kama una maswali utauliza na utajibiwa. Pia utapewa darasa la uleaji wa vifaranga. Pia kama unahitaji ushauri vifaranga wazuri uwatoe wapi na uwafuge vipi, basi ukijiunga na hili kundi kwa ada ya shilingi elfu nane utapata ushauri, utauliza maswali na utajibiwa, na pia utajifunza namna za uleaji wa vifaranga. Ada elfu nane kwa muda wa miezi miwili tu. Pia tuna vitabu vitano vyenye miongozo mbalimbali ya ufugaji kwa kutumia tiba za asili, booster za asili, vitamini za asili na chanjo za asili, na pia vinakupa muongozo wewe mwenyewe kutengeneza chakula kwa kutumia malighafi mbalimbali zinazopatikana katika mazingira ya kawaida. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, ni kizuri sana kwa mfugaji wa layers na chotara, lakini vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kinakuelekeza wewe mfugaji wa broiler, kuanzia siku ya kwanza unapompokea broiler, umpe huduma gani, kwa kutumia chanjo za asili, booster za asili, ili aweze kukua haraka na umuuze ndani ya muda mfupi kabisa, akiwa na afya bora, ametumia vitu vingi vya asili ambavyo vitamfanya hata nyama yake iweze kuwa nzuri na awe kuwa bora zaidi. Pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kwa yule mwenye changamoto akifuga kuku wa kienyeji, wale vifaranga wanakufa sana au kuku, basi hiki kitabu kina miongozo yote, kimeelekeza namna ya kutotolesha, kulea vifaranga, kutengeneza chakula, kutengeneza chanjo za asili, vitamini za asili na tiba za asili mbalimbali ambazo zinafanya vizuri kwa kuku wa kienyeji. Ukikitumia hiki utaweza kuzalisha kuku wa kienyeji wengi zaidi, kwa sababu hautakuwa na vifo na kuku wako watakuwa na afya bora sana. Lakini pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kitabu kina tiba zote za asili asili za za kuku. Ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili, nakuhakikishia hautaingia dukani kununua dawa yoyote ile, kwa sababu tiba za magonjwa yote pamoja na kinga zake za asili zipo na ni rahisi sana kuzipata, kwa sababu zinapatikana kwenye mazingira ya kawaida kabisa. Lakini pia tuna kile kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji tiba kwa kutumia tiba za asili hiki wa kitabu kwa yule mdau ambaye anatamani kufuga kuku kwa kutumia tiba za asili lakini hajui apange vipi ratiba yake na kuku na magonjwa, basi hiki kitabu kimekupa ratiba ya kuanzia day one au siku ya kwanza unapompokea kifaranga nyama au kama ni kuku wa mayai, mpaka kuku wako watakapokuwa wanataga, basi huwa unawapa booster gani ili waweze kutaga mayai mengi na mazuri. Aa, pia tuna formula, kama kuku wako hawatagi ni shilingi elfu tano tu hizo formula, au kama kuku wako hawanenepi basi unataka formula ya kuwaboost, ya sasa wale vijogoo formula yake ni elfu tano. Ila kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi, ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, na ukilipia formula ya elfu tano basi unatumiwa WhatsApp. Kama unahitaji huduma hizi, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Sasa tuma na kipengele cha mwisho cha namna ya kuwakinga kama unataka kuwakinga na mafua kuku wako, ni namna hiyo hiyo ambayo utakuwa unawa boost. Kwenye kila lita kumi yako ya maji, weka vijiko viwili vya baking soda, koroga vizuri kabisa, mchanganyo ujichanganye vizuri kabisa, koroga koroga kabisa mpaka mchanganyo wote uwe umejichanganya vizuri kabisa. Wape kuku wako kwa muda wa siku tatu mpaka tano. Ukifanya hivyo, utakuwa umewa boost kuku wako, umeongezea madini, umewatolea heat stress na kadhalika, kama nilivyoeleza huko nyuma lakini vilevile utakuwa umewakinga na mafua kuku wako. Asanteni sana, tunawapenda tunawakaribisha, mjiunge na huduma zetu, ni nzuri sana tuna watu wengi ambao wamefanikiwa, okay, kwenye hizi huduma, kwenye kutibu magonjwa mbalimbali. Asanteni mbali sana.